Tumekusanyika hapa kujibu madai yaliyoonyeshwa tarehe 21, mama anaitwa Mariam Juma Fazal Mula na Hussein Ali kudai kuwa mimi ni tapeli, kudai kuwa mimi ni Conman, kudai kwamba mimi ni, ni mwizi. Na leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya kujibu madai kama hayo kuwa ni urongo na mimi nasema kitu cha kwanza kwamba kampuni yangu nimejisajili nime kikamilifu na kazi yangu nimeisajili kupitia kwenye sheria ambazo kwamba Kenya au serikali yetu imetaka. Sasa huyu mama alipo, ikiwa mimi ni conman kwanza hangerudi tena kutaka kusafiri na mimi. Bila shaka alifurahika na service yangu ndio akataka kurudi na mimi tena, yeye na wenzake huyu mama ni mmoja katika watu arobaini na mbili waliokosa visa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa 2025, visa zilikuwa zimefungwa, hakuweza kusafiri yeye na wenzake arobaini na mbili, na nikawaeleza ya kwamba ikiwa safari hakuna basi chagua mwezi mwengine. Wengine wakachagua, wengine watasafiri Julai hii inayokuja, wengine watasafiri Oktoba, wengine wamechagua watasafiri Ramadhani ya next year 2026. Mimi ah, ni mmoja katika kuathirika kwa haya mambo. Nilikuwa kwa mimi na mke wangu nilikuwa kwa sote tunaenda hiyo safari ya haji, lakini ya, ya umra sorry. Lakini kulingana na hali iliyotendeka, huyu bwana alikuja kutufuata mpaka nyumbani, akaja akamwambia, na bibi yangu alikuwa amejifungua akasema haikuwa, lakini sasa kama tutaenda siku nyingine ama tu, tu, tu, tu, tu, tuwalipe. Bibi yangu alitaka kulipwa, na mimi nilimwambia mi madamu Mwenyezi Mungu kila kitu chapangwa na Mungu. Wajua hii ni safari ya dini, hii si safari ya kisiasa . E, tumetoa laki tatu ameregesha mke wangu laki moja na nusu mimi akanipa 50,000 nikawa imebakia 100,000 ndio hiyo, ndio imebakia. Conman halipi wala tapeli halipi, lakini ustadhi uko tayari kumlipa kila mtu ambaye alikosa safari wakati wa Ramadhani au yoyote aliona deni yake, yuko tayari ustadhi kumlipa. Lakini huyu mama alikuwa hataraji pesa, huyu alikuwa ataraji kumumbua ustadhi. Kwa sababu loo, angekuwa uwataraji pesa, alipotoka kwenye media alinitumia message, na zote hizi ninazosema si urongo. Mimi niko na ushuhuda katika simu, amenitumia message akanambia, hii ni stata kutokea kwenye media. Sasa ngojeni mamafia wa Kenya. Hii amenitumia kisha kananiambia, ushaona tena? Bado mi ni mmoja wa client wa Ustadh Omar, ambao nimeenda miaka sita mfululizo. La kustajabisha ni kuwa group yetu tukienda, tunaenda watu zaidi ya 40 tunafika almost 50 people. Na payment yetu tunaolipa twalipa mdogo mdogo, hatulipi cash. Sasa kama statement ya uconman ingeanzia hapo, yule anlipa kidogo, hesabu yake ingepotelea ya katikati lakini tunalipa polepole pole, na ikifika time ustadha natupeleka as a group na tunapata best services. Na kitu kingine kinachotushangaza, kwengine huwezi kukipata kama kwake. Ukipungukiwa yuwa kuongeza, yu, yuwa kuchukua kama deni. Umepungukiwa wewe, twende ukafanye ibada, ukirudi wamlipa polepole pole.